Nianze na swali la upotevu wa maji. Hii kwetu ni vita kama wizara ya maji, na upotevu unasababishwa una, una, una, una na una mambo mbalimbali mbali. moja wakati mwingine maeneo ambapo kama kuna uchakavu wa miundombinu, lakini eneo lingine ni wizi. Niliwahi kufanya ziara eneo fulani kaa, namuuliza mhandisi wa maji, kwa maana ya mkurugenzi wa maji hali ya upotevu wa maji hapa ni asilimia ngapi? Akanambia asilimia arobaini. Nikamwambia unajua, maana asilimia arobaini, kama upotevu ni asilimia arobaini, hebu naomba sasa leo tutoke, ukanivyonyeshe, kwa sababu asilimia arobaini ya upotevu wa maji, kama unazalisha asilimia mia moja alfu arobaini unapoteza. Manake kungekuwa na mabwawa makubwa ya samaki. Sasa Wizara ya Mifugo kwa maana ya Wizara ya Uvuvi, hii ingekuwa kwao ni fursa, lakini ukweli ni kwamba kuna wizi mkubwa wa maji. Mi nililala hiyo siku nikamwambia, nataka tufanye kazi nikuonyesha. Tukaenda kwenye kiwanda fulani, tulivyofika pale nikamwambia, naomba tukague namna mnavyopata hii huduma. Tulivyofika pale, yule mtendaji akakimbia kule sto, nikamfata kule, kaambia bwana, tunakuhitaji hapa, nyinyi mnalipaje? naomba mita yenu nikaisome, hawana hata mita maana yake ile mamlaka inashirikiana ama watumishi ambao sio waaminifu, kwamba watu wanatumia maji kiholela, wameenda bomba kubwa maji yanatumika lakini hawana. Sasa yule bwana akanaambia, nakawambia sasa mbona hapa hamna amita? Anaambia kamata hii nyeusi, nakamata nyeusi na nawe nyeupe pia nakamata. Huu ni uzembe kwenye utendaji. Bwana, nimezungumza, tumepata awamu ya pili ya utendaji wa kazi, tunafanya tathmini, huyu tunamweka hapa, atatuvusha. Kwa sababu tunapozungumzia swala la upotevu wa maji tu, tuweke upotevu wa maji kama fedha, maji umeatibu, maji umeapampu, maanake zimetumika fedha nyingi, zimetumika sasa. Kama hizi zinapotea, unafidia wapi? Maana yake tambambikizia tu mwananchi bili ya maji. Eneo la pili, kwamba kama nilivyoeleza, Wizara ya Maji na watendaji wakubali kubadilika, dunia imebadilika, ime teknolojia, private sekta zitumike kufanya mageuzi ndani ya sekta ya maji. Teknolojia zipo na uzuri, tuna chuo chetu cha maji. Tumeipa hii taski kuja na mifumo ambayo itaweza kusaidia Wizara ya Maji kuondokana na hizi changamoto. Wizara ya maji kupitia chuo cha maji tumekianzisha mahususi, moja kuzalisha wataalamu, lakini la pili kufanya utafiti kutokana na changamoto tunazozipata wizara yetu ya maji. Kwa hiyo amekuja na mfumo ambao una detect na kuambia wewe mkurugenzi wa maji kwamba eneo fulani kuna upotevu, kwa hiyo litakurahisisha wewe kwenda. Lakini eneo la tatu ni ushirikishwaji tu. Leo tuna wenye viti wa mitaa, tuna watendaji wa mitaa tu vijana wa bodaboda boda, na wananchi wa kawaida wanapotoa taarifa, na mifumo ipo ambayo tumeweka ndo mkakati wa wizara na uelekeo, mifumo itoe taarifa na watu wa kufanya response ya kwenda, sio kwamba waziri akituma taarifa mnachukua atoa haraka au naibu waziri. Sasa hivi tumewawekea mfumo na tumeshaanza DAWASA. Mwananchi ana tatizo, tumeweka namba rahisi, inamtumia meneja pale, labda kibamba amekaa, baada ya muda mfupi hajalishughulikia tatizo inakwenda moja kwa moja kwa CEO. CEO haijashughulikia itakuja kwetu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 Itashangaza sana unamwambia mwananchi alipe labda laki tatu laki tano kama vile anakiwana. Haiwezekani, na mwananchi haiwe na naye afahamu, sio kipindi chote katika siku thelathini siku zote alikosa maji. Kuna kipindi na maana alipata siku tano, ndiyo maana maji yale yaliyokuwepo yaligaiwa kwa usawa, tuseme hawa leo wapate, awa wakose, lakini sio kwamba wiki nzima au mwezi mzima alikosa huduma, ila uonekane ule uhalisia. Na nimwelekeze kwa mara nyingine, sio wadawasa mkasimamie maelekezo ambayo tumeyatoa. Yapo baadhi ya maeneo wezi, eneo la Kibamba lilipata changamoto, maeneo ya Ruvu ya maeneo ambayo anautegemea Ruvu chini, maeneo ya Bunju, maeneo ya Kunduchi, maeneo ya ya Mwenge, eh, na maeneo mengine ya Ubungo na mengine watu walikuwa na changamoto. Kwa hiyo bili zake lazima zifanane na mazingira ambayo tumeyapitia. Kwa hiyo hayo ndio maelekezo, lakini kikubwa tuwaombe radhi pia wana wa Dar es Salaam, sisi jukumu letu ni kutoa huduma, tumetoa huduma kwa kipindi chote na kukua na ikeka Kile ni kipindi cha mapito, tunawashukuru sana kwa ushirikiano mkubwa ambao tumewapata, lakini hili jambo Mheshimiwa Rais ametuelekeza kuhakikisha tunakabiliana nalo. Ndio maana tunaenda phase two Kigamboni, tunakamilisha mradi wa Kidunda, lakini sasa tunatoa maji ya mto Rufiji yanakuja katika jiji la Dar es Salaam, ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na maji ya uhakika katika jiji la Dar es Salaam. Swali moja, mwandishi mmoja, nataka kumalizia kukata kiu ya swala lake ili kiu ya maji pia ikatike, naomba tumruhusu. Gridi ya taifa naomba nizungumze kama nilivyokuwa nimezungumza awali. Gridi ya taifa ni nini? Nimesema kwamba gridi ya taifa ni kwamba kutumia vyanzo vyetu vya uhakika tulivyo navyo ili viweze kutumika na kutatua matatizo ya maji kwayo, kwa hiyo maelekezo kwamba sasa hivi yatumike maji ya Ziwa Victoria yaje Dodoma lakini katika baadhi ya maeneo mengine kazi tumeshaanza. Imetoa mfano mkoa wa Simiyu, imetoa mfano maeneo ya Mara, imetoa mfano maeneo ya Kagera. Na hii miradi mingine ya miji ishirini na nane nimeitoa, kazi yake ni kuunganisha tu, na nimeonyesha ile flow ya namna tutakavyounganisha. Kama mfano kaskazini tuna mradi huu wa Same Mwanga yatakuja kologwe Korogwe pale. Tuna mradi wa bilioni mia moja na sabini wa kuyatoa maji ya Mto Pangani anaungana ya Same Mwanga yatakwenda Korogwe pale yataenda Handeni, yatakwenda Muheza, Pangani mpaka Tanga, na mingine yatakuja mpaka Chalinze. Chalinze yataungana na wame wame, yanahusumiwa na DAWASA pale Chalinze, yataungana na Ruvu mpaka Dar es Salaam. Eneo la Dar es Salaam tunakwenda kuchukua Rufiji, manake Rufiji sasa yataleta Dar es Salaam, yatakwenda mpaka Lindi. Lindi yatakutana na Mtwara ambao ni Ruvuma. Ruvuma wa sasa hivi tumeshajenga mradi kupitia mto Ruvuma, yanakwenda na nyumbu na nyumbu pale sasa hivi mradi wa miji ishirini na nane upo hatua za mwisho utakamilika maji yale yatashuka masasi masasi yaende zake mtwala na ya mtwala yataungana na haya ya lindi kwa kutumia maji ya mto rufiji huo ndio uelekeo wa wizara ya maji mheshimiwa waziri jina langu ni josephin kaponya natoka efm radio na tve swali langu ni kuhusu uh, bili na, mita za prepaid mara nyingi zimekuwa na shida betri ikiisha kuipata kwake ni kazi. Unaweza ukaa hata siku mbili au tatu haujapata maji. Ukienda duasa wanakwambia mpaka tuagize, sa nyingine wanakuja mpaka wachokonoe kidogo ndo napata maji, lakini bado hawajakuletea betri. Je, hili likoje na mmejipanga vipi kutatua tatizo hili kama wizara ya maji? Jambo lolote linapokuwa kubwa au nalianza mageuzi, mara kwanza mnaanza na changamoto, na ndio maana kabla tujaenda kwa wananchi tukasema tuka kwanza tufanye Pilates, yani kwamba tuanze kujiridhisha kila anayekuja mdau, tulimwambia hebu tuone, mwingine anakwambia hili jiwe la, la betri ya, ya prepaid mita itakaa miaka sita, lakini tunamwambia naenda kaifunge katika mamlaka fulani, haijafika hata miezi miwili, beti haifanye kazi. Ile huwezi kwenda kuifunga kwa wananchi kwao. Tumejiridhisha na tumekubaliana aina so utitili wa prepaid mita aina gani ambazo zitakazokuwa bora hizi, tuende kuzifunga na tushirikiane na wenzetu wa, wa, wa viwanda, tupate mdau mkubwa ambaye ataweza kuwekeza ili li jambo tulifanye kwa haraka na wananchi waweze kupata hii changamoto wapate hii huduma bila ya changamoto zote. Kwa hiyo huu ndio uelekeo. Ukienda Iringa utaona tunao mafanikio makubwa, hasa katika eneo la pripedi. Tumeanza kama pilot eneo lile ili kuhakikisha kwamba changamoto tutakazozipata basi tuzitafutie ufumbuzi ili maeneo mengine yasiwe na changamoto. Asante sana.